Sura za Yeremia 21 hadi 25 zitaendelea sasa na ujumbe ambao haukubaliki sana kwa taifa la Yuda. Wa kwanza uko hapa katika sura ya 21, na, na huu unalenga wafalme wanne wa mwisho wa Yuda. Sasa tayari tumekutana na wafalme hawa katika safari yetu ya hekima, lakini tunahitaji kuwarudisha tena jukwani kwa muda mfupi leo. Baada ya mfalme mcha Mungu Yosia kufa mwanawe Yehoahazi akawa mfalme. Anajulikana hapa katika kitabu cha Yeremia kwa jina la Shalumu. Yehoahazi au Shalumu anatawala kwa miezi mitatu kabla ya kubadilishwa na kaka yake Yehoyakimu. Yehoyakimu anatawala Yuda kwa miaka kumi na moja kabla ya jeshi la Babeli kufika Yerusalemu na kuchukua vyombo vyote eh, kutoka hekaluni ambavyo ni hazina za taifa. Pia wanawapeleka mateka kadhaa kurudi Babeli. Mmoja wao kwa njia, alikuwa kijana wa jina Danieli. Sasa mtawala anayefuata wayuda ni mwana wa Yehoyakimu, Yehoyakini anatawala kwa miezi mitatu tu. Anajulikana pia kama Yekonia au Ponia. Wakati wa utawala wake Nebukadneza anarudi Yerusalemu, anamchukua mateka pamoja na wengine akiwemo, wakati huu nabii kwa jina Ezekieli. Sasa mfalme wa mwisho wa Yuda ni Sedekia. Utawala wake unadumu kwa miaka 11 na unamalizika na anguko la mwisho. Uh, uharibifu kamili wa Yerusalemu mwaka 586. Sasa sehemu ya kwanza ya unabii huu hapa katika Yeremia sura ya 21 inatokea wakati wa utawala wa Sedekia, na ni unabii wa kushangaza kwamba Mungu kwa kweli atawasaidia Wababeli kupigana dhidi ya Yerusalemu na kama aya ya sita inavyosema hapa piga wakazi, wa mji huu Yeremia anawaambia hapa katika aya ya 9 yeye atakayetoka na kujisalimisha kwa Wakaldayo he hao ni Wababeli ataishi kwa maneno mengine Yeremia anasema chaguo lenu pekee la kuishi ni kupeperusha bendera nyeupe na kujisalimisha kwa mfalme Nebukadnezar sasa unabii huu utatumika kumtaja Yeremia kama msaliti kwa watu wake. Anasema tu ukweli, lakini watautafsiri kama usaliti. Sasa hapa katika sura ya 22, chini katika aya ya 11, Shalum au Yehoyahazi amechukuliwa mateka kwenda Babeli, na na Yeremia anatabiri kwamba mfalme hatakaa aone tena nchi yake. Ifuatayo ni Mfalme Yehoyakimu ambaye Yeremia anatabiri hapa katika aya ya kumi na tisa kwa maziko ya punda atazikwa. Kwa maneno mengine, hakuna atakayejali mfalme huyu atakapokufa, na hakuna atakayekuja kwenye mazishi. Itakuwa tu kama unajua, punda wa zamani wa mtu hatimaye ameanguka na kufa. Sasa tunaambiwa hapa katika aya ya thelathini kwamba Konia au Yehoyakini atakufa bila kuwa na watoto, atatoa mrithi wa kiti cha enzi kwa kweli mfalme anayefuata na wa mwisho wa Yuda atakuwa mjomba wake Sedekia. Sasa hapa katika sura ya 23, Mungu anaelezea wafalme hawa wote wasiomcha Mungu wa Yuda kama wachungaji wasio na dhamani. Aya ya kwanza inasema, ole wao wachungaji wanaoharibu na kutawanya kondoo wa malisho yangu. Sasa unajua, katikati ya siku hizi za giza bila viongozi wacha Mungu, Bwana sasa anaelekeza kwenye tumaini la baadaye. Sikiliza ahadi hii ambayo Mungu anawapa hapa katika aya ya tatu nitawakusanya mabaki ya kundi langu kutoka katika nchi zote nilikowafukuza na nitawarudisha kwenye zizi lao, nao watazaa na kuongezeka. Nitaweka wachungaji juu yao watakao watunza, na hawataogopa tena. Ahadi hii ya ajabu inahusiana na kukusanywa tena kwa Israeli katika siku zijazo na utawala wa Yesu Kristo Masia katika ufalme wake ujao. Na ikiwa kuna shaka yoyote kuhusu mchungaji mwema ni nani, Mungu anaiondoa yote hapa katika aya ya tano, kwa kusema nitainua kwa ajili ya Daudi tawi la haki, naye atatawala kama mfalme na kufanya kwa busara. Katika siku zake Yuda ataokolewa na Israeli itakaa kwa usalama na hili ndilo jina atakaloitwa: Bwana ni haki yetu. Yo, sikiliza wapendwa, mfalme huyu wa baadaye bila shaka yoyote ni Masihi, mwana wa Daudi, mfalme wa haki, Yesu Kristo. Hata hata cheo chake hapa kinachomrejelea kama Bwana kinafunua ungu wake sasa katika sehemu iliyobaki ya sura ya ishirini na tatu yeremia anageuka kutoka kwa wafalme na kutoa unabii dhidi ya manabii wa uongo na mungu haoni haya hapa na hawa manabii wa bandia wamekuwa wakimpinga yeremia wakati wote huu na wamekuwa maarufu kwa watu kwa sababu wametabiri amani na na ushindi lakini mungu bila shaka anaona yote na anasema hapa katika mstari wa 21 si kuwatuma manabii hawa lakini walikimbia sikuzungumza nao lakini walitabiri Ni kuambie kitu wapendwa hadi leo hii sauti maarufu zaidi si lazima zinazungumza neno la Mungu o oh, wanaweza kuwa na wafuasi uh, wanaweza kuwa na ndoto zao ndogo wanaweza kuwa na maono yao makubwa lakini sikiliza kile Mungu anasema hapa katika mstari wa ishirini na nane acha nabii aliye na ndoto aeleze ndoto hiyo eh lakini yule aliye na neno langu na aseme neno langu kwa uaminifu. Hivyo ndivyo alivyo Yeremia, na unabii watatu wa Yeremia hapa. Sasa katika sura ya 24 unalenga pasa Mfalme Zedekia. Yeremia amepewa maono ya kweli kutoka kwa Mungu, na maono haya ni maono ya vikapu viwili vya vya tini. Kikapu kimoja kimejaa tini nzuri, kikionyesha baadhi ya Wayahudi u uh, mateka ambao tayari wako babeli bwana anasema hapa katika mstari wa saba nitawapa moyo wa kunijua mimi kwa mimi ni bwana nao watarudi kwangu kwa moyo wao wote kwa maneno mengine wao ni wafuasi wa mungu mungu atawarudisha baadhi yao kutoka babeli lakini ahadi ya mwisho hapa inaangalia mbele wakati watu wa kiyahudi watakuwa katika nchi yao na ufalme wa kristo utaanza duniani sasa, kikapu cha pili, hiki kikapu kingine katika maono ya Yeremia, kina tini mbovu. Mstari wa nane unasema ambazo haziwezi uliwa. Hii inawakilisha Sedekia, maafisa wote, kila mtu aliyebaki Yerusalemu, ambaye aliendelea kumkataa Mungu. Wameharibika kabisa kama matunda yaliyooza, na kwa hayo sasa tuna katika sura ya 25 unabii wa nne na wa mwisho katika sehemu hii ya Yeremia, na huu hasa unalenga watu wa Yuda. Unaona, licha ya e maonyo ya mara kwa mara, watu wa Yuda wanashikilia ibada yao ya sanamu, wanashikilia uasherati wao. Babeli itatumika kwa ufanisi kama adhabu ya Mungu. Aya ya 11 inasema nchi hii yote itakuwa magofu na ukiwa, na mataifa haya yatamtumikia mfalme wa Babeli miaka sabini. Sasa hebu nikuambie, huo huu unabii ni habari mbaya na habari njema. Habari mbaya ni kwamba adhabu haiwezi kuepukika. Habari njema ni kwamba haitadumu milele. Kwa kweli, miaka kadhaa baadaye, Danieli atakuwa akisoma unabii wa Yeremia atagundua kwamba uhamisho wa miaka sabini wa Yuda huko Babeli unakaribia kumalizika. Sasa vipi kuhusu hawa wa Babeli? Na maanisha, wao ni chombo cha Mungu cha Mungu hukumu juu ya Yuda, lakini hawako bora kiroho, uh, kimaadili kuliko Yuda ue, uh, wao pia ni waovu na waabudu sanamu. Sawa, Mungu ana ahadi kwao pia hapa katika aya ya 12: baada ya miaka sabini kukamilika, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa hilo kwa uovu wao, asema Bwana, na kuifanya nchi yao kuwa ukiwa wa milele. Sasa kuna jambo la kusema hapa, wapendwa. Mungu anaweza kutumia viongozi waovu, Mungu anaweza kutumia mataifa maovu kuendeleza mipango yake duniani uwe, lakini bado watawajibika mbele za Mungu, hawataepuka na maovu yao pia. Unaona, Bwana anamwambia Yeremia sasa hapa katika aya ya 15, chukua kutoka mkononi mwangu kikombe hiki cha divai ya ghadhabu na uwafanye mataifa yote ninayokutuma kwao wainywe. Hii ishara ya kikombe ni ahadi ya Bwana ya hukumu yake ya baadaye juu ya mataifa yote yasiyo ya kiungu yanayoinuka dhidi ya watu waliochaguliwa na Mungu. Mungu atatimiza neno lake. Sasa tumejadili mambo mengi leo, lakini kuna kanuni moja ninayotaka kukuachia. Hii hapa hukumu: ya Mungu inaweza isifanyike mara moja, lakini itafika hatimaye. Kwa hiyo uko wapi leo, rafiki yangu I, Mungu atahukumu dhambi. Mungu atahukumu mwenye dhambi katika hukumu ya mwisho iliyoelezwa katika Biblia kwenye Ufunuo sura ya ishirini. Tumaini lako pekee linapatikana katika kifo na ufufuo wa Kristo ambaye alikufa kulipia dhambi zako ili uweze kusamehewa. Leo mahali ulipo, ikiwa hujafanya hivyo, ningependa kukualika utubu dhambi zako Uweke imani yako kwa Yesu Kristo, maisha yake, kifo na ufufuo kwa niaba yako. Mwambie akuokoe. Haijalishi umefanya nini, haijalishi uko wapi. Biblia inaahidi kwamba ukimwita Bwana atakusikia na utaokolewa. Basi hadi safari yetu ya hekima ijayo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote.